Tunaye mtumishi wa Mungu, mchungaji na mwimbaji Richard. Karibu sana mtumishi. Oh, asante sana. habari za leo? Namshukuru Yesu, ni mwema. mm. Mungu ni wa baraka sana. hebu um, mwambie mtazamaji, unaitwa pastor nani? Mimi naitwa pastor Richard Noel Njovu, mtumishi uh -huh. wa Mungu. Natumika katika kanisa la ENCC ambalo lipo pale Mlandizi, Mlandizi Kibaa, eneo ambalo linaitwa Mihande kwa hiyo ndio nipo pale tunamtumikia Mungu. okay, naam ongera sana pasta kwa huduma na kuona pia ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. mhm. asante sana nashukuru. Ni kweli tunamtumikia Mungu katika maeneo yote mawili, eneo la uchungaji, lakini pia na eneo la uimbaji mm -hmm. kwa hiyo ni neema ambayo Yesu Kristo ametupa, hatuna budi kumshukuru Mungu kwa hilo. Na huduma yako ya uimbaji umeianza lini? Huduma ya uimbaji tuseme nilianza mara nyingi, kila mtu ana historia yake mm. Binafsi naweza nikasema, si ama niko sawa na wengine wengi wote, wasikia nimeanza nikiwa shule na mimi naweza nikasema hivyo pia. Lakini pia wakati naanza hiyo huduma nikiwa shule nilikuwa sijui. Lakini ukifuatilia ya historia yangu nikiwa shuleni, kila mtu kimuuliza mimi nimesoma naye atakwambia Pastor Rich Pastor lakini baada ya hapo nadhani kwenye miaka ya mwaka elfu mbili na kumi na nane ndiyo nikaanza huduma hiyo ya, ya uimbaji sasa, na kuanza kuingia studio na kutengeneza nyimbo. Kwa hiyo rasmi ilikuwa ni elfu mbili na kumi na nane nikiwa kule mkoani Tanga. Na tangu umeanza huduma ya uimbaji na sasa hali ya muziki wa injili unaionaje? tuweze tukasema kwamba hali ya muziki wa injili ni mbaya kwa sababu tunafanya kazi ya utumishi wa Mungu, na kwa sababu tunafanya kazi ya utumishi wa Mungu huwezi kusema kwamba ni mbaya. Hali ni nzuri, hali ni nzuri. Labda changamoto kubwa iliyopo kwa waimbaji wa, wa levo za chini, hiyo inajulikana ni katika kupromote kazi zao, lakini kwa ujumla kazi ya Mungu katika eneo la uimbaji iko vizuri. Naam. Kuna wakati waimbaji wa nyimbo za injili wanaimba nyimbo zao ama kujiimbia wenyewe, kujitaja majina mm. Mm. Sioni kama ni jambo lenye utukufu kwa Mungu, kwa sababu kazi ambayo unaifanya ni ya Injili. Kwa, kwa sababu ni kazi ya Injili ambayo anatakiwa kutukuzwa katika nyimbo ni Yesu. Unajua, muziki wa Injili upo katika una, una, una maeneo mapana. Kwa mfano, mtu anaweza akaimba kuwafariji watu, mtu anaweza akaimba kwa namna ya kuwakemea watu, mtu anaweza akaimba kwa namna ya kuwatabiria watu. Kwa hiyo imekaa katika maeneo tofauti tofauti, lakini lugha kuu ambayo inatakiwa kutumika ni lugha ya Kristo katika yote ambayo tunafanya kufariji watu, kuwakemea, kuwatabiria kupitia muziki wa injili lakini lugha kuu ambayo inatakiwa kutumika ni Kristo. Kwa hiyo kwa imbaji ambao wanatumika na kutangaza ama kutumia majina yao zaidi, sio jambo la baraka. Naam. Hakuna waimbaji pengine wanajiingiza kwa hila. Hmm. Wache, mm. Unawaambia nini? Waache wale. Mhm. Mm, sio jambo la baraka. Kwa sababu, siku moja labda nikupe ushuhuda, siku moja nilikuwa nimelala. Mungu akawa akifundisha kitu. Nikawa nafikiria juu ya nikiwaza kwa habari ya huduma ya uimbaji. Kuna time nikaogopa hata kufanya muziki wa injili. Kwa sababu nilikuwa naona kwamba kwa kuna watu wengine wanatumia jina la Mungu katika katika kujipatia pesa, kitu ambacho ni hatari sana, ni hatari sana. Kwa hiyo nilipokuwa nikitafakari hivyo, nikawa nawaza na nikatamani kuachana kabisa na habari ya ya uimbaji, kwa sababu ya sababu kama hizo. kwa hiyo, kwa ambao wana- wana- wana- wana, wanatumika kwa ajili ya fedha, sio jambo la baraka na ni hatari sana. Kwa hiyo mm-hmm. kwa upande wangu binafsi sio kama ni jambo zuri, ni jambo baya na ambao wanafanya hivyo Ningependa waache mara moja na au wabadilishe mitazamo yao ya. Na katika huduma yako ya uimbaji umewahi kualikwa labda wapi na wapi ya? Nimesha alikwa sehemu tofauti tofauti. Kuzitaja zote kwa haraka haraka mm -hmm. ni ngumu mm -hmm. <laughs> Lakini kwa ujumla ni kwamba nimesha alikwa sehemu tofauti tofauti. Ongera Pasta, na kuona mbali na uimbaji, lakini ume, unafanya kazi za Kaisari. Kwa nini usitumike tu madhabahuni? <laughs> Uh, kitu kimoja ni kwamba watu wanataka kufahamu, huduma ni kutoa, huduma ni kutoa, na hauwezi kutoa kama una kitu cha kutoa. Kwa hiyo unapofanya utumishi usitegemee utumishi ukulipe, yaani wewe ulipe utumishi, toa gharama kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo nafanya kazi za Kaisari ili kuweza kuifanya kazi ya Mungu. Kwa sababu pia wakati Mungu ananiita katika kazi ya ya, ya mtungaji, nilimwambia Mungu hapana siwezi kutumika hivi, nipe kazi kwanza ili niweze kukutumikia. Kwa hiyo nafanya kazi za Kaisari ili niweze kumtumikia Mungu. Na ni jambo zuri ambalo kila mtu anatakiwa kulielewa hilo. Usi, usitumike kwa ajili ya kupata lakini pata vitu vyako halafu vitoe kwa ajili ya Mungu. Nawe binafsi ujitoe uwe dhabihu mbele za Bwana. Kwa hiyo nafanya hiyo pia, sitaki kuwa kongo kwa watu. Unajua, unaweza ukaitwa mahali njo uimbe, kwa mfano ukaitwa njo uimbe, lakini watu wengine wanategemea kupata sapoti anapokwenda. Kwa, kwa hali za watu ziko tofauti, kwa unaweza ukaitwa sehemu ukaenda kwa fedha zako na likawa ni jambo la baraka mbele za Mungu hmm. Naam Niko na ndugu yangu pale enda na swali. Sawa, so, kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea katika mitandao ya kijamii vikihusisha huduma e, swali la kwanza ama kitu ambacho ningependa kufahamu kutoka kwako, sasa hivi kumekuwa kuna watumishi wengi sana, hatukatai kuwa na watumishi wengi e, wanahitaji jina la Mungu, anamtumikia Mungu, lakini tunaona hivi sasa hivi katika mitandao ya kijamii e, waimbaji wengi ni kama wanapokea mialiko kutoka kwa Mfalme Zumaridi. Tunaona hapa katikati kuna clip ilisambaa, anasema wanahamasisha waumini wake kulitukuza zaidi jina lake, na kuna baadhi ya waimbaji nyimbo za Injili tunaona wanapokea mialiko kutoka kwa Zumaridi, wengine wanaenda, lakini pia kuna wengine ni kama wanaikataa. Ikitokea sasa wewe pata nafasi ya kualikwa kwamba njoo, bwana utuhudumie nini, tutakiangalia zaidi. Ah, mimi nadhani kwanza wewe umeuliza swali ambalo pengine ungeweza kulijibu. Mm. Kwa maana ya kwamba mtu mwenye Kristo hawezi kuchangamana na imani zisizokuwa sawa. Mm. Kwa hiyo binafsi pasipo kupepesa macho hilo ni swala ambalo haliwezekani kwa herufi kubwa. Mm. Ya siwezi kwenda kwenye mialiko ya namna hiyo. Kwa sababu kwanza pia unapoalikwa mahali ni vyema pia kujua kwamba unaenda sehemu gani. Mm. Wewe ni Zumaridi tunamjua. Kuna wengine ambao hawajulikani. Hmm. ambao wapo wanafanya vitu kama hivyo sasa. Mara nyingi pia kwa waimbaji, unapoalikwa mahali lazima ujue unaenda sehemu gani na imani like hmm. yao iko vipi. hmm. usiende uka- uka- ukatumia uka, uka, uka, uka, andiko lile la Yesu ukatupa lulu kwa hmm. nguruwe. Hmm. <laughs> kwa hiyo binafsi si- ni, ni, ni siwezi si kwenda, ikiwa ni taarifa sitoweza kwenda. Na kuna pesa, inatolewa pesa, ni nini pesa? Si kitu japo watu wengine wameweka pesa mbele na unajua, eneo la pesa ni eneo ambalo Biblia inasema kwamba shida la mabaya yote ni kupenda yote ni ni kupenda fedha mm. Kwa hiyo siku zote ukishaweka fedha mbele, basi itakupeleka kule ambapo fedha inataka utakwenda huko, lakini ndio maana mimi nafanya kazi za Kaisari, kwa maana ya kwamba sitegemei pesa za kulipo kwenye mialiko mm. mm. Sasa hivi kumekuwa na madhabahu mingi na kumekuwa na waimbaji ambao hawana wazazi wa kiroho mm. E, unadhani kwako wewe, kwa maoni yako? Nadhani kwa mwimbaji e, kupalamia kila madhabahu inasababisha huduma ya mwimbaji kushuka kwa kasi. Inaweza ikapanda, lakini sio ya baraka okay. Inaweza ikaenda, lakini sio ya baraka. Na kuwa na baba au mama wa kiroho ni kitu cha baraka kwa sababu hata unapotoka kwenda kufanya hiyo huduma yaani, unatoka kwa baraka zote. Sasa unapokuwa hauna madhabahu, hauna baba au mama wa kiroho, na unakwenda kufanya huduma sawa, unaweza ukasikika watu wakukujua, lakini kuna kitu unakikosa mbele za Mungu, kwa tunaweza tukakuona wewe ni mwimbaji, lakini kwa sababu hauna mtu ambaye anakuongoza ukawa mm, ni mweupe. Ndio utakutana na waimbaji, ni mwimbaji lakini ni mzinzi, ni mwimbaji lakini ni tapeli. Wapo watu wa namna hiyo. Ni kwa sababu gani? Hakuna maongozi, hawana maongozi, hawana watu ambao wanawaelekeza na kuwaonyesha njia pamoja hata na kuwaombea pia mm. kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kuwa na baba au mama wa kiroho katika katika huduma ya uimbaji ni kitu kizuri na kikubwa sana mimbaji, mm. na ningeshauri kila muimbaji afuate huo utaratibu na sio kitu kibaya, hakuna shida, kwani kama unakaa chini ya baba au mama ukamwaga nimepata mwaliko mm. sidhani kama mtu mwenye busara anaweza akakuzuia akakupiga pini kwamba usitoke. Ikiwa anajua huduma yako na yeye ni mtumishi wa Mungu, sidhani sidhani, labda kama mwe mnachuki sasa, binafsi kati yako wewe na baba au mama yako wa kiroho mm, lakini kama ni babako wa kiroho kweli na anapenda mafanikio yako, hawezi kukuzuia mm. Na ukimwaga sana sana, atakuombea naye, ya shauku yake atakuwa anatamani kuona kwamba mtoto wake ukifika mbali mm. Kwa hiyo kwa hiyo, binafsi yangu kutumika, alafu hauna baba wa kiroho au mama, unaweza ukaenda, lakini usifike Ah, za chini, chini nasemekana kwamba sasa hivi ah, kuna matabaka kati ya mm -hmm, waimbaji ambao walianza zamani akina Rozi na nani akina Bodi Waitegeni, wanashikamana kwamba wakitambo ni wakitambo, na sasa hivi ni kama wamejigawa, wako kivyao vyao. Wewe pia ni mwimbaji lakini pia ni mtumishi wa Mungu, uh, kwa maana ya eh, mchungaji. Katika hili kweli, watumishi wa zamani ni kama wamejigawa makundi yao, hawataki kuchangamana wala kushirikiana sana na waimbaji hao ambao wanachipukia sasa hivi? Mimi silioni hilo jambo, silioni hilo jambo. Kwa sababu gani? Kwa sababu hao ambao wanasema kina Rozi, kina Boni, sioni kama wameweka makundi kusema kwamba waimbaji wa sasa na waimbaji wa, wa zamani. Kwa sababu niseme kitu kimoja, ukimzungumza kwa mfano mtu kama Boni Mwaitege ni mtu ambaye, mtu mtu mtu safi, mtu safi. Nikisema unaelewa, ni mtu safi. Kuna kipindi nilikuwa naishi banana kule Kitunda, nilikuwa nipo karibu naye na hauwezi hauwezi hauwezi ukaimagine, siku moja nikawa nimemfata kwake mm. Nilikuja kugundua ni mtu mmoja, mtu safi sana, ni mtu mwenye mm. roho iliyo njema sana mm. na yeye tulizungumza na yeye, akawa akawa amewish tufanye kazi mimi na yeye. Kwa hiyo mm. kwa hiyo hicho ambacho kinasemekana sikioni, kwa sababu ukiangalia waimbaji wa zamani wa, wa, wa, wanafanya kazi na waimbaji wa, wa sasa Hmm. Angalia kina Martha Baraka wanafanya na kina Komando. Unaweza kuona kina Bonny Mwaitege na kina Good Luck na waimbaji wengi. Ukimfuatilia Bonny Mwaitege, kina Rose Mwangu ndio usiseme. Kwa hiyo hmm. sioni kama kuna matabaka hmm. na... kwa sababu kama wangekuwa kuna matabaka basi usingekuwa na ruhusa hizo collaboration, lakini mpaka wanaruhusu ruhusa, sioni kama kuna matabaka mm. na kwako, kwa wewe, unahisi kwa mtumishi wa Mungu kushirikia mpira ni sawa <laughs> Okay, labda niseme kitu kimoja. Unajua, tunapokuwa tunatofautiana mapokeo katika Kristo, kila mtu ana mapokeo yake. Huwezi ukamkosoa ambaye amenyoa kipala kwa sababu una nywele, na mwenye kipala huwezi kumkosoa aliye na nywele kwa sababu kipala. Kama ambavyo nimesema, tunatofautiana. Kuna wengine wamelelewa katika misingi na baba zao wa kiroho, misingi yao ni kuto kushabikia mpira hata kusikiliza bongo flavor kabisa, huo ni msingi. Sasa unajua, na kuna mwingine msingi ambao amelelewa haumzui hivyo. Sasa kwa sababu alishajenga katika msingi huo, leo ukimwambia kwamba hichi kitu ni kibaya hawezi akakuelewa, na utabishana naye kwa sababu yeye kwa msingi alielewa ambao amelelewa nao. Lakini binafsi katika msingi ambao nimeelelewa nao, hauwezi ukanikuta nimeenda kwa kwenye banda la mpira au uwanjani na kana angalia mpira, mimi binafsi yangu hauwezi ukanikuta ni kwa sababu nini? Ni, ni, ni ishu mm -hmm. ni ni ya msingi ndio ambayo tunazungumzia, kama nikasema huwezi ukamcheka mwenye mm -hmm. nywele kwa sababu una kipala. Tunatofautiana misingi ambayo tumelelewa kiroho, kwa hiyo anayeshiriki mpira humhukumu um, katika hilo simhukumu kwa sababu kwanza Biblia inasema hivi, kila kitu ni safi kwake aliye safi. Biblia iko wazi inasema hivi, binafsi mimi simuhukumu mm -hmm. Sawa. Ah yeah. So, uh, uh, ugumu ama changamoto ziko wapi kumtumikia Mungu ungali bado kijana? Tunaona mdogo kule bado mdogo unaimba lakini pia unatumika la kama mchungaji. Ugumu uko vipi? Maana na vijana wengi wanalalamika kwamba ise changamoto zipo. Nyinyi msione tu tuko wadogo ili <laughs> changamoto zipo kwa kweli. Changamoto ni zipi ambazo unahisi hata kama kuna mwingine ambaye anaoitwa anashindwa kuja kwa sababu ya changamoto ya changamoto moja mbili tatu. Nasema kitu kimoja tu kwamba uh... Katika jambo lolote changamoto hazikosekani, na changamoto hazikingiwi, changamoto unaziface, na changamoto zinapokujia, unatakiwa kujua namna gani unaweza kuzihandle hizo changamoto. Kusema kutumika nikiwa bado kijana katika eneo la uchungaji na uimbaji, changamoto zipo. Changamoto ipo ya muda kuweza kumaintain hiyo vitu vyote kwa wakati mmoja. Pia bado kuna kazi za Kaisari hmm pia bado ndoa inakuhitaji hiyo mm. Vitu vyote unajua kuweza kuenda navyo sawa, inakuhitaji umakini. Lakini Mariamu siku moja akaambiwa na malaika kwamba utapata mtoto, utazaa, akasema, itawezekanaje mimi ni bikira? mm. Akaambiwa hivi, yote inawezekana kwa nani? mm. Kwa Mungu kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo ukimkabidhi Mungu kila kitu, kila kitu kinaenda Mm. Hakuna ujanja wa kusema kwamba labda ujanja wangu mimi ni huu, huu na huu na huu. Hakuna. Isipokuwa mm. kila kitu kinawezekana kwa mimi. Mm. Eh, katika kwenye huduma yako mpaka sasa tuna album ngapi na nyimbo ngapi? Album tuseme before kwa sababu ya changamoto za za za za unajua soko la muziki lilikuwa limechange hapa katikati mm. mpaka sasa limebadilika. Na, na kwa sababu hiyo sikuwaga sikuwa na mawazo ya, ku, ya kutengeneza album. Na nilikuwa nafanya nafanya nafanya nafanya nafanya nyimbo naweka yaani, sikuwa na mpango wa albamu hivi karibuni na kwa sababu usikizi wao umebadilika. Albamu siku hizi watu wanafanya hata nyimbo nne tano. <laughs> mm. <laughs> naweza nikasema albamu ipo hata mbili, mm. Zipo. Yeah. Mm. Yeah, yeah, lakini sikuwa na mpango wa albamu kwa sasa mm. na atapea wimbo wako mmoja, okay mm. Amen, si alinitoa kule gizani kwa watu wale

Okay uh, mkononi mwetu tumeshika tuzo mbili mm -hmm. Uh, tuzo hizi inabidi ziende kwa mwimbaji wa, wa kike na wa kiume. Ukipewa tuzo ya mwimbaji wa kike ambaye ameweka heshima kwenye muziki wa injili Tanzania, tuzo yako kwa upande wa kike itaenda kwa nani? Lakini pia kwa upande wa kike <laughs> <laughs> tuzo oh, mbili oh, tuzo mbili tu tuko nazo. Hakuna ligombanishi wa wa na waimbaji wa injili. Kusema ambaye anaweka heshima. Mm. Wengi wameka heshima ila mmoja tu kwa upande wa kike pia kwa upande wa kiume. Unajua mimi naamini tofauti kidogo. Mm. Kwanza naamini kila mtu ana neema yake. Mm. Na kitu cha pili, kitu cha pili, labda kama tunaweza tukampongeza, labda nisingeweza kumpa tuzo ya moja kwa moja ya heshima kwa sababu heshima anastahili Mungu. Mm. E, hata hao wenye majina pasipo Mungu singeweza kuwasikia. Mm. Labda labda ningesema Rozi Mwangu kwa mm. wanawake, kwa sababu ni katika watu ambao tumeanza kuwasikia tukiwa wadogo tunacheza nyimbo zake mpaka tunakuwa mpaka mm. sasa yupo. Kwa hiyo mm. kwa ametumika na Mungu kwa muda mrefu na naye pia amepambana, na kwa wakiume, kwa haraka haraka labda ningeweza kumpa mareu mfano yaserekia mm wa kiume ukipewa dakika mitatu uongee neno eh, kwa waimbaji wote wa nyimbo za Injili mm -hmm, una neno la kuzungumza. Jambo la kwanza nitufanya kazi ya Mungu kwa uaminifu. Unajua watu wengi na hata waimbaji wenyewe pia wanachukulia waimbaji wa injili ni kama kakitu fulani hivi mm -hmm. Hawajajua kwamba eneo la muziki ni eneo ambalo linasikilizwa na watu wengi. Ni vigumu sana kukuta saa hizi mahubiri kwenye simu za watu leo. Mm. Wala chache sana. Ukimkuta mtu ana maana basi sijue. Yuko vizuri sana rohoni. Mm. Lakini asilimia kubwa sana utakuta nyimbo nyimbo nyimbo nyimbo, nyimbo. Kwa hiyo kupitia muziki unaweza ukawahubiri watu. Mm. Kumrudia Yesu. Mm. Kupitia muziki unaweza kuwafariji watu. Kupitia muziki unaweza kuwakemea watu kama unaona kina kasiani wanafanya mm. hiyo kitu. Kupitia muziki unaweza ukaimba uka, uka, uka, uka, uka. Unabii. mm. Unaona, anaimba ipo siku yangu na mimi mm. nibarikiwe. Ni unabii, ni mtu anajitabiria. A, kwa hiyo eneo la muziki wa injili, e, tukilifanyia kazi na waimbaji wakikaa vizuri, ni eneo ambalo inaweza kuleta utukufu mkubwa kwa Mungu na kuwaleta watu kwa Mungu. Kinachotakiwa ni waimbaji wa injili kuwa serious na kutotoka nje mm. ya misingi ya kiroho mm. Wewe ni mchungaji lakini pia ni mwimbaji, swali langu la mwisho kabisa, hii imekaje? Ah, nilikutana na baadhi ya waimbaji wanasema kwamba ah, wachungaji bwana sasa hivi bwana, yaani unawaambia mchungaji nitumie nauli ndo nifike, hatumi, anasema we njoo tu, tutakachobarikiwa tutakupa. Lakini kuna mtu anamtu ni anasema kwamba waimbaji bwana wamekuwa na kompa, kiburi, yaani kuja mpaka watumie pesa mpaka <laughs> <laughs> watumie pesa. Wewe ni mchungaji lakini kuja mwimbaji, tuna yaani, katika hili tuna tunazungumzaje? Tunazungumzaje kwa waimbaji wa kusema wachungaji wa kusema hivi? Okay, kuna makosa pande zote mbili, kuna mm. makosa pande zote mbili kwa mm. waimbaji na kwa wachungaji, labda niweze kwa wachungaji mm. e, mchungaji ni mtumishi wa Mungu mm. na mwimbaji ni mtumishi wa Mungu vile vile. mm. mm. kilichopo ni kwamba huduma ya uimbaji nimesema inaonekana kama kakitu fulani mm. katika kanisa mm isipokuwa huduma ya uchungaji inaonekana kama ndio kitu kikubwa zaidi, mm. ambao ni kosa, wote watu wale watumishi wa Mungu mm. Sasa wewe kama mchungaji unapomwita mtumishi wa Mungu mwimbaji mm. lazima umheshimu mm. na kuthamini huduma yake ambayo amepewa ya na Mungu mm. kwa sababu angalia, makanisani leo kukiwa na mkutano wa injili, akaitwa mtumishi wa Mungu kuja kuhubiri pale, mchungaji atatengewa sehemu ya kulala, kula kwake na mm. nauli ya kujia atapewa na kurudi na bahasha pia ya familia atapewa, lakini akiitwa mwimbaji sehemu ya kulala pengine asiandaliwe mm. kuja kwake pia kukawa changamoto, mm. na akirudi pengine akupewa pesa na nauli tu, kitu ambacho sio sawa. Kwa hiyo sasa, kwa sababu hiyo hiyo hiyo hiyo, kitu imesababisha kwamba wachungaji kuwa wabahili, imesababisha waimbaji wa, wa, wa, nao wa, wa kuwa wabahili mm. kudai fedha kabla hajaenda kwenye huduma. Mm. Eh, ndio maana nimesema pande zote zina makosa. Wachungaji wakithamini huduma ya waimbaji, sioni kama kuna kunaweza kukawa na kosa. Na waimbaji nao pia wakiheshimu, wakimheshimu Mungu, hawawezi wakajiwekea vima vikubwa vya fedha kwa ajili ya kuenda kufanya huduma. Kwa hiyo mm. pande zote mbili zina makosa mm. Ah, mchungaji, una neno gani ambalo unatamani kumwambia mtazamaji? Na pia uwache namba yako ya mawasiliano ya karibu. Baki, neno ambalo unaweza kuambia watazamaji ambao wanatufuatilia sasa hivi ni kwamba kwanza uendelee kuufuatilia mtumishi wa Mungu, Pastor Rich katika uimbaji wangu ambao unafanya kupitia mitandao ya kijamii. YouTube unaweza ukanipata kwa jina la Richard E. Loel Njovu. Ukiandika pale Richard E. L Njovu, utakutana na kazi ambazo nimeweza kuzifanya kwa hiyo nimeambiwa pia nitaji namba za simu mm -hmm. Okay. Kwa namba za simu unaweza ukanipata kwa namba ya tibu ya sifuri saba sabini na tisa sifuri saba sifuri sita ishirini na tano na namba ya Vodacom unaweza ukanipata kwa namba ya sifuri saba hamsini na tisa hamsini na nne arobaini tisini Kwa mawasiliano hayo unaweza ukanipata na tukupe nafasi ya mwisho ya akapela Okay, asante. Akapela nyingine labda nifanye. Nitawale mwenyewe, Mungu wangu, nitawale mwenyewe, Mungu Baba, nitawale, nitawale, pasipo wewe siwezi, mimi nabaki sina ulinzi, ndio maana nakuomba Yesu nitawale pasipo wewe siwezi, mimi nabaki sina ulinzi, ndio maana nakuomba Yesu unitawale. Kitu kimoja ambacho nataka ninigusie katika wakati huu ambao taifa letu liko katika kipindi cha uchaguzi ni kwamba watanzania tunahitaji kumuomba Mungu sana. Mimi ni mtumishi wa Mungu, lakini pia ni mtu ambaye naamini katika manabii na naamini vile ambavyo wanatabiri, kwa sababu watumishi wa Mungu, unajua, sio manabii wote ni wabaya. Kwa hiyo nimeifuatilia, nimeona manabii wengi wametabiri juu ya uchaguzi wa mwaka huu. Kiukweli, kama watu wa Mungu tunahitaji kumwomba Mungu na kuombea sana uchaguzi wa mwaka 2025. Nasema hili kama mchungaji, sisemi kama mwimbaji, nasema kama mchungaji. Kwamba wa watanzania tuombe kwa ajili ya taifa letu, kwa sababu amani pekee ndio ambayo inaweza kutufanya sisi kufanya vitu vyote tunafanya huduma tunazunguka sehemu zote ni kwa sababu ya amani ambayo tuko nayo. Kwa binafsi yangu, ningependa kuambia watanzania kwa ujumla, tupate muda wa kuomba kwa ajili ya taifa letu katika kipindi hiki cha uchaguzi. Na labda pia ningesema kitu kimoja, mimi mtumishi wa Mungu Pastor Rich niko tayari kwa ajili ya mialiko na watu ambao wanatamani tufanye kazi kwa pamoja hmm. ninawakaribisha tuweze kufanya kazi kwa pamoja Eh hey, tunaweza tukamtumikia Mungu. Wewe kama unawiwa kufanya kazi na mimi ama kuniita, usiogope wala usipate mashaka kuona kwamba sasa itakuwaje, gharama itakuwaje, wewe niambie. Kila hmm, kitu kitaenda vizuri kabisa. Kwa hiyo niwakaribisha watu wote tuweze kumtumikia Mungu kwa pamoja. Karibuni sana kwa mialiko. Karibuni sana.